Sisitizo muhimu wa kuimarisha sekta ya kawi katika maendeleo ya kitaifa na jamii kwa ujumla, akibaini kuwa serikali inanuia kupanua uzalishaji wa nguvu za umeme kutoka megawati elfu mbili na mia tatu hadi elfu kumi, hatua itakayosaidia kuimarisha sekta hiyo kulingana na kauli mbiu ya sherehe za Mashujaa mwaka huu inayoangazia njia za kubadilisha maisha kupitia suluhu endelevu za nishati. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya sherehe za Mashujaa katika kaunti ya Kitui, Rais Ruto pia ameelezea mikakati iliyowekwa na serikali yake kuhakikisha upatikanaji wa nishati. James Mwangi anaarifu. Katika juhudi za kuimarisha sekta ya kawi nchini, serikali ya kitaifa inanuia kupanua uzalishaji wa umeme kutoka megawati elfu mbili mia tatu. hadi elfu kumi hatua itakayohakikisha kuna umeme wa kutosha kwa matumizi ya uzalishaji bidhaa kwenye viwanda, pamoja na matumizi ya nyumbani na katika uzalishaji wa vyakula nchini. We have set our sights on expanding Kenya's energy generation capacity from the current 2300 megawatts. To at least 10,000 megawatts within the next decade. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya sherehe za Mashujaa katika kaunti ya Kitui, Rais William Ruto ameeleza baadhi ya mikakati iliyowekwa na serikali kuhakikisha upatikanaji wa nishati, ikiwa ni pamoja na mradi wa uzalishaji nguvu za nuklia unaoendelezwa katika kaunti ya Siaya utakaosaidia kuendeleza Kenya kuwa kitovu cha viwanda barani Afrika. A lot of research is going on on the development of the first nuclear energy plant in Kenya in Siaya County. With abundant energy, we shall power factories, light every home, and drive Kenya to become the industrial hub Of East Africa and the continent. Ameweka wazi kuwa serikali inanuia kuongeza idadi ya nyumba zilizounganishwa na umeme nchini ili kuboresha maisha ya wananchi na kuharakisha maendeleo ya kiuchumi kulingana na kauli mbiu ya mwaka huu ya sherehe za Mashujaa inayoangazia njia za kubadilisha maisha ya wananchi kupitia suluhu endelevu za nishati. Pia tuko na mpango mkubwa ya kusambaza stima. Nilikuwa nije hapa hiyo siku kwa sababu ya harakati hiyo ya kusukuma stima. Mimi naelewa kupitia kwa viongozi wenu ya kwamba hatuna bado tuko na wananchi wengi hawajafikiwa na huduma ya stima. Ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo Serikali ya Kenya imetoa pesa shilingi bilioni mbili na laki mbili kuunganisha manyumba ya wananchi hapa Kitui elfu kumi na sita na mia tano mpya between now and February next year. Hizo manyumba elfu kumi na sita tutakuwa tumeziunganisha stima, na baadaye tutakubaliana. Baada ya hiyo awamu, tutapanga tena vile tutahakikisha kwamba stima inafika kwa manyumba zenu na tunaondoa giza. James Mwangi, Undugu TV.